Wakati Yesu anatoa mfano wa mpanzi, Mathayo sura ya kumi na tatu Marko sura ya nne ni mfano wa mpanzi. Hawakuelewa wanafunzi wake, wakamwambia Yesu, kwa nini unanena kwa mifano? Yesu akamwambia, nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, ila wale wa nje hananenda kwa mifano, ili wakisikia wasisikie, wakitazama wasione, ili wasibadilike wakaponywa. Kwa hiyo, hauwezi kubadilika mpaka kwanza umesikia na umeona. Kwa kusikia peke yake haitoshi unatakiwa uone kile ulichokisikia. Yesu aliwaambia watu wae, tunanena nao kwa mifano ili wakisikia wasisikie, wakitazama wasione, wakabadilika, sema wakaongoka, wakawa transformed, ili wakaponywa. Kwa hiyo hauwezi ukaponywa mpaka umeona kwa jinsi ya ndani. Kwa hiyo walikuwako pale wanamsikiliza Yesu raivu anaongea nao habari za mpanzi, na hawakuelewa, sababu walisikia kwa masikio ya mwilini, ukamtazama i kwa jicho la mwilini, ila masikio yao ya ndani hayakusikia, ili kwamba unasikia kwa sikio la nje hamaanishi kwamba ndani umesikia. Biblia inasema hivi, Mungu ameongea mara moja nami nimesikia mara mbili. Kwa nini mara mbili? Kwa sababu mtu ni wawili ndani ya mtu mmoja. Unatakiwa usikie kwa, kwa sikio lako la mwilini then na sikio lako la ndani lisikie. Sikio lako la ndani likisikia, macho yako ya ndani yataona kile ambacho macho yako ndio amesikia. Mfano nikwambia hivi, jana nienda Kariakoo ghafla inakuja ndani yako ile mitaka inakuja ndani yako yako sababu kwa nimetaja kwa ukisikia kwa sikio ndani macho yako ya ndani yanapokea picha yana tafsiri kwa jinsi ya picha tafsiri kwa jinsi ya picha kinafunuliwa kwako kwa kwa kwa. Unachokiona kwa jinsi ya ndani hakuna pepo inaweza kukizuia kudhirika kwako kwa. Ukisoma kitabu cha mwanzo sura ya 11 mstari wa kwanza mpaka wa tisa ilikuwa ni habari ya, ya mnara wa Babeli wakakaa wakaanza kuambiana Tujenge mnara tufike mbinguni, wakaanza kujenga, na Biblia inasema hivi: walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Unapoona neno badala, maana yake kwenye malengo yao kwenye mipango yao walikuwa na mpango wa kutumia mawe na chokaa, ndio kwa malengo yao, ila mazingira yaliyokuwepo yalikuwa hayawapi vifaa walivyokuwa na vihitaji, sababu sema walikuwa na matofali badala ya mawe. Wakati Mungu anafanya kikao mbinguni, akaita akawaambia, hebu tazameni hao watu wamefanya moja kusema, na hiki ndicho wamechokusudia kukifanya, wala hakuna mtu atakayezuria jambo hili. Nasema, na hiki ndicho wamechokusudia kukifanya, wala hapana mtu atakayezuria jambo hili hivi, and this is what they have imagined neno kukusudia ila ni kukusudia ambako kulikuwa kuna picha ndani yao. and this is what they have imagined to do, maana yake ni wazo lililotengeneza picha ndani yao, ni wazo ambalo lilibadilika likawa picha ndani. Baada ya kuwa picha ndani, Mungu akawambia kwa sababu hii wanayoi picha hakuna mtu atakayewazuilia kutimiza hiki kitu isipokuwa tuwachafulie lugha. Hiyo inatufundisha nini? Inatufundisha kwamba unapokuwa na kitu ndani yako hakuna kinachoweza kuzuilika isipokuwa kukipokea. Ndio maana kuona kunatangulia kupokea, lakini pia kile unachokiona ndicho kinachobadilisha nafasi ya mtu, nafasi yako kwenye eneo lolote lile, iwe ni biashara, iwe ni ndoa, iwe ni mahusiano, iwe ni kwenye malezi, iwe ni kwenye nafasi yako kazini, kwenye eneo lolote, hata kwenye afya, unachokiona ndicho kinachobadilisha nafasi yako alikuwa tu anatoka damu miaka kumi na mbili. Biblia sema hivi alisema moyoni mwake, nitajisogeza niguse pindo la vazi la Yesu, nikigusa tu nimepona. Alisema moyoni mwake, maana nini? Kwa mtu wa ndani, kwa aliona kwa jinsi ya ndani, akimsogelea Yesu, akigusa pindo lake, akaona nguvu zimeingia kwake na zimemponya. Ndio maana Yesu alipogusa Petro akamwambia, Bwana, watu ni wengi wana kusonga songa, unauliza nani ile kugusa? Kama ah, nimesikia nguvu zimenitoka. Kilichovuta nguvu ya Mungu kwenye, kwenye maisha yake ilikuwa ni kile alichokiona. Kwa hiyo unachokiona kinafungua nguvu za Mungu ziingie kutenda kazi upande wako na kuzalisha kwenye maisha yako kile ambacho umekiona. Kwa hiyo usipoona kitu unakuwa umemfunga Mungu mikono, umefunga nguvu za Mungu zitende kazi kwenye maisha yako. Mfano, tukiita mgonjwa au mwenye shida yoyote, njoo, unataka kuombewa, njoo. Unapokuja kuombewa, unamwona nani? Ukimwona mchungaji umeshapotea. Hakuna mchungaji wala mtumishi yote mwenye uwezo wa kuponya, hayupo. Mtumishi yote wa Mungu hana uwezo wa kuponya, hana. Ila Yesu ndiye anayeponya tunatumika tu kama bomba la kupitisha maji. Watumishi wa Mungu ni vibebeo tu ko. Ukiitwa kuombewa, unapowekewa mkono, unaona mkono wa nani? Ukiona mkono wa mchungaji umeshapotea tayari. Si kwa sababu uwezo wa Mungu utakuwa upo kukusaidia, ila umechokiona. Ni tofauti. Ili kiachiliwe kwako, inabidi kionekane kwako. Ili kiachiliwe kwako na ukipokea, inabidi kwanza macho yako yaone mkono wa mchungaji. Ukikugusa usione mkono wa mchungaji, uone mkono wa Mungu ndio umekugusa, kwa jinsi ya rohoni. Nguvu za Mungu zione zikiingia kwenye maisha yako kwa jinsi ya rohoni, sababu kinachokuponya sio mchungaji kukugusa, lakini ni Mungu kukugusa kupitia. Ndiyo maana Yesu aliguswa na wengi, ila aliyepokea ni yule mama toka na damu ya 12.